A, ninakumbuka mwanzo kabisa kipindi ambacho tulianza kufuga hawa kuku jamii ya Chotala, mtu aliyeniuzia alinipa hii dawa Trima Farm. Aliniambia kwamba a, wewe ukiona wanaumwa, ukiona wajisikii vizuri, kitu chochote kile wape hii dawa. Nakumbuka alinipa tena dawa ambayo ameshaifungua na kwa kiasi fulani alikuwa ameitumia kwa hiyo nilipewa hiyo dawa. Hiyo dawa ina, ina, ina, inatibu miharo pamoja na mafua. Sasa kwenye hii video tunakwenda kutengeneza eh, dawa ya asili tiba ya asili ambayo itafanya kazi kama ambavyo Trimafarm ingefanya kazi. Ha, kabla ya yote ngoja nikuelekeze jinsi ambavyo KingoFarm tunapunguza bajeti. Umewaona hawa kuku hawa vifaranga hawa bwana, tumeshaanza kuwachanganyia chakula. Yaani tayari tunawachanganyia chakula kama hivi ambavyo unaona, hii ni pumba. Tumetumia kitabu cha Safari ya Ufugaji kuweza kuwachanganyia hicho chakula kuku wetu, lakini unaona jinsi ambavyo wamependeza wamependeza vizuri sana kupitia fomula ambayo ipo kwenye hichi kitabu cha safari ya ufugaji. Na kitu kingine jinsi ambavyo tunapunguza bajeti hapa, unaweza ukaona, unaona e, hili kopo, haya maji ambayo wanakunywa hawa kuku, haya maji yamechanganywa na tiba za asili, vitamini ya asili. Hapa tumetengeneza vitamini ya asili sasa. Ukitaka kujua vitamini ya asili inatengenezwaje ipo kwenye hichi kitabu cha tiba za asili. Kuna namna utapata jinsi ambavyo utatengeneza e, tiba za asili. Kwa hiyo kwa upande mwingine mkubwa ambao ninazungumza hapa ni kwamba tunapunguza bajeti kwa kutumia chakula cha kutengenezwa ambacho kina ubora mkubwa, kinawafanya kuku wawe na afya nzuri kama hivi ambavyo unaona, lakini pia tunatumia tiba za asili ambazo gharama yake ni ndogo ni ndogo sana na zinafanya kazi vizuri tena kwa wakati. Aa, kwa mfano tunao hawa broiler. Huyo broiler ambaye unamwona hapo ana siku kumi na mbili na ameshafikisha uzito wa nusu kilogramu ya tano. Aa, sasa mwongozo wote tunatumia kutoka kwenye kitabu cha ufugaji wa broiler. Tokea siku ya kwanza, unaona kama hivi tunawawekea hizo tiba za asili humo kwenye maji. Huo mwongozo wote tunaotumia kutoka kwenye e, kitabu cha ufugaji wa broiler, kwa unaweza ukaona e, jinsi ambavyo hichi kitabu kitakusaidia kama ni mfugaji wa broiler. Kila kitabu kimoja hapo kinauzwa shilingi elfu kumi. Kitabu cha safari ya ufugaji shilingi elfu kumi, tunakutumia soft copy e, naposema soft copy maanake tunakutumia kitabu kwa njia ya WhatsApp. E, lakini pia kuna ufugaji wa broiler, na chenyewe ni shilingi elfu kumi. Lakini pia kuna kitabu cha tiba za asili ambacho kwa asilimia kubwa sana wafugaji wengi sana wanakitumia hicho e, na chenyewe ni shilingi elfu kumi. Kwa hiyo umewasiliana na sisi kupitia namba ambayo unaiona hapo juu, hiyo ambayo inaishia thelathini na tisa ili uweze kupata hizi huduma ukiwa kama mfugaji, inatakiwa pia uwekeze kwenye elimu. Yaani elimu ni eneo muhimu sana la kuwekeza e, ukiwa mfugaji, kwa sababu kuna mambo mengi sana kwenye ufugaji yanahitaji elimu e. Kwa kuona hilo pia, sisi Kingo Farm pia tuna madarasa e, darasa ambalo tunaelekeza namna ambavyo sisi hapa tunalea vifaranga kwao. Nakushauri kitu kimoja e, pata vitabu vyako Uje kwenye darasa letu ujifunze namna ya kufuga kuku. Baadaye utakuwa unafuga kuku wako kwa kutumia tiba za asili, utakuwa unafuga kuku wako e, kwa gharama nafuu kabisa. Kujiunga na kundi ni shilingi elfu tano kwa muda wa miezi miwili. A, Trimafarm, Trimafarm ni dawa ambayo huwa inakinga magonjwa ya bakteria na virusi kama vile Uh, mafua, magonjwa ya, ya, ya kuhara na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo sasa, hapa tutajifunza hatua kwa hatua, namna ambavyo unaweza ukatengeneza eh, tiba ya asili ambayo itafanya kazi kama Trimafarm na kitu cha ziada zaidi. Uh, hii tiba ambayo tutaitengeneza hapa itakusaidia zaidi zaidi kwenye kukinga pia na kutibu magonjwa. Aa, sasa mchanganyo wetu utahitaji karafuu. Karafuu hizi bwana zina uzuri, zinauzwa masokoni, kwa hiyo unaweza ukaenda ukapata unga wake kabisa. Kwa hiyo kama utatumia huu unga unahitaji gramu kama mia moja hivi za unga wa karafuu. Aa, pia utahitaji gramu mia ya unga wa, wa tangawizi huo unga unaoona hapo ni watangawizi. Jana niliwaelekeza namna ya kutengeneza wakati nafundisha jinsi ya kutengeneza Tylodox. Kwa hiyo ni kwamba utakata vipande vidogo vidogo kama hivyo e, kama slash hivi utaviweka kwenye brenda au unaweza ukatumia kinu a, ukisha vi, vi, vi brendi utakuwa umepata unga vizuri sana au unaweza kama hivyo, vipande vidogo vidogo. Unaona ni shida, unaweza ukaibrendi uka, uka ikiwa mbichi ile tangawizi unaweza ukaikuna ikiwa mbichi kama hivyo ukaianika, alafu baada ya hapo ndio ukaibrend. Hii njia itakuwa ni rahisi sana, kwa sababu e, itawahi kukauka, utatumia muda mfupi sana kuweza kukausha. Na kitu kingine ambacho unahitaji hapo, utahitaji kupata majani ya, ya, ya mpela, majani ya mpela ambayo utatumia e, utaweka jagi moja. Jagi moja namaanisha lita moja tena utashindia. Kwa hiyo utachuma yale majani ya mpela kwenye, eh, hakikisha hivi vitu unaviosha vizuri kabisa, kasoro unga wa karafuu. Sije ukanunua unga wa karafuu afu ukaja kuuosha, uh, utakuwa ume, umepoteza unga wako wote. Uh, sasa ukikwisha kufanya hivyo utakuja kuchanganya huu um, mchanganyo um, vizuri kabisa. Wale ambao hawajui majani ya mpela Yanaanikwa kwenye kivuli, usianike kwenye lile jua kali, kwa sababu yatabadilika, yatakuwa yakakaa. Natakiwa yakauke, lakini yakiwa na ukijani wake. Kwa hiyo e, ili kufanikisha hivyo e, ni vizuri ukayaanika kwenye jua ambalo sio kali, jua la asubuhi. Wakati wa mchana unaanika kwenye kivuli e, hivyo hivyo unaanika sasa. Ukitaka kupata labda mchanganyo mwingi zaidi, nimesema e, karafuu utatumia E, gramu mia moja labda ninataka nipate nusu kilo. Kwa hiyo nitazidisha mara tano zitakuwa gramu mia tano. E, unga wa unga wa hizi tangawizi nataka nipate labda gramu e, mia tano pia. Kwa hiyo jagi utatumia jagi tano kwa ajili ya majani ya mpela, kama unataka utengeneze mchanganyo mkubwa sasa. Baada ya hapo kitu muhimu ambacho utakifanya ni kwamba hivi vitu vyote vitatu utakuja kuvichanganya vizuri kabisa ili eh, uweze kupata mchanganyo mmoja. Baada ya kubrendi yale ma, ma, majani ya E, majani ya, ya mpela au kuyatwanga na kila kitu hapo, lazima ukichekeche uki vizuri kabisa ili kuweza kuondoa zile nyuzi nyuzi. E, baadaye utakuja kuchanganya vizuri kabisa huo mchanganyo wako, utakuwa umeshapata mchanganyo wa unga ambao ni mmoja. Sasa huu mchanganyo wetu ndio tutakao tutakakua tunachanganyia kwenye maji vijiko viwili kwenye maji lita kumi kwa, ndio jinsi ambavyo utakuwa unafanya hivyo kwe, kwa kwa kuchanganyia kwa ajili ya kuku wako. Uzuri wa huu mchanganyo ni kwamba utatumia gharama ndogo sana lakini pia ni mchanganyo ambao utakaa nao kwa muda mrefu, e, bila ya kuharibika tofauti na vile ambavyo ungechanganyia kwenye maji. Kwa hiyo ndio utaitumia kama Trimafarm, itatibu e, mafua kwa kuku wako na sio kinga tu. Ikumbuke kwamba Trimafarm kule ni kinga, lakini hii itatibu, itakinga mafua na miharo e, kama ambavyo nimekuambia kwamba mimi mwanzo kabisa wakati nakwenda kununua e, kuku wangu wa kwanza kabisa niliambiwa nitumie Trimafarm kwenye kuku nikiona simwelewi mwelewi, mwelewi. Kwa hiyo na wewe huu um mchanganyo wako ukiona kuku wako humwelewi mwelewi, basi unatumia vizuri kabisa na kama unatumia kama kinga utatumia kijiko kimoja kwenye maji lita kumi, kama unatumia kama tiba utatumia vijiko viwili kwenye maji lita kumi. Asanteni na kwaherini.